Busisi. Ziara ya rais wetu kipenzi Mama Samia Suluhu Hassan mm. mm. ni ushuhuda tosha wa kazi kubwa alizozifanya kwenye kipindi cha miaka minne, anazindua miradi mikubwa uh, majengo anazindua daraja la Busisi, anapita kwenye barabara ambazo zimejengwa vizuri mm. amefanya kazi kubwa. Jana kwa kinywa chake ametamka kwamba miradi hii imekwenda nchi nzima. Sawa, sawa. Hospitali za wilaya zimejengwa nchi nzima, hofisi e, mpya kubwa za TRA zimejengwa nchi nzima, na, na madarasa ya Mama Samia ya bosti yamejengwa shure e, katika maeneo mbalimbali nchi nzima. Kwa hiyo ni namna anavyoonyesha na gani aliweka ubonifu wake mm. na kutekeleza kwa vitendo ilani ya chama ya 225 kwa hiyo tunamshukuru sana lakini, pili alizungumza jambo ambalo limeona kwenye mitandao watu wana, wakilizungumza tofauti. Masamia amesema uh, Marekani, uh, kwa maana United States of America na European Nations uchumi wao umedolola mm. lakini sisi uchumi wetu unakwenda kasi. Watu hawajamwelewa wanafikiri sisi hiyo kauli inamaanisha kwamba uchumi wa Marekani ni mdogo kuliko kwetu. Hapana. Vipo vipimo vya kuupima uchumi kudorora. Kipimo cha kwanza huwa ni, ni, ni, ni biashara mpya zinazoanzishwa sehemu mm. hiyo. Kipimo cha pili ni mfumuko wa bei wa sehemu hiyo mm. Sasa ukichukua hivi vipimo viwili utagundua kwamba eh, Amerika na, na, na, na, na, na, na, na European Nations, mfumuko wa bei uko juu sana. Ukitizama ripoti eh, ya Benki ya Dunia ya kuanzia eh, Juni eh, 24 mpaka Juni 25 utagundua uchumi uchumi wa Marekani umeyumba kwa sababu hiyo. Mm. Lakini pili ukitizama kasi ya ya ukuaji wa uchumi. Hivi hivi vipimo ndoa vinapima pia kasi ya ukuaji wa uchumi. Ukija kwa Afrika Mashariki anayeongoza sasa hivi ni Uganda. Mm. Ana, uh, uchumi wake unakuwa kwa asilimia saba. Anayefuata ni, ni ni, ni Tanzania. Mm. Uchumi wetu unakuwa kwa asilimia sita anaifata ni, ni, ni Kenya na Rwanda wameringana wao, uchumi wao unakuwa kwa asilimia tano. mm. Kwa hiyo Marekani na na, na nchi kama za Hispania, Italia na, na United Kingdom bado uchumi wao unakuwa kwa asilimia tatu point tano uchumi wao unakua unakuwa, na ili ndo mama alitaka kumaanisha kwamba wakati sisi tunataka kujikopa kwao wenzetu uchumi wao umetoka kwenye asilimia 8 mpaka 9.5, umeshuka mpaka asilimia 3.5. Ndio maana Donald Trump alipopata madaraka mm. halikata misaada yote kuja kwenye nchi za Afrika hii mm. haikuwa kwa bahati mbaya, alitizama eh, cash flow, liquidity flow of money ya nchi yake ikoje, ndio maana akaamua kuretain baadhi ya vitu ili vimsaidie kuimarisha uchumi wake ambao ulikuwa umedorola. Uzalishaji wa viwanda ulikuwa umepungua kwa asilimia kubwa sana mm. bidhaa zake, e, China ameteka soko la dunia e, bidhaa zake haziji hapa. Ukiangalia Bukoba, kitu ki tunachokula kutoka Marekani ni vichache sana. Pamoja na, Ulaya magari mm. kutoka Marekani, e, na Ulaya tunayoendesha kutoka ni machache sana. Kwa hiyo amejaribu kuona anawezaje ku, kupata tena soko duniani, ndicho anachokifanya Donald Trump, ndicho ambacho Ulaya sasa hivi anapambana nacho Jana juzi, nilivyotoka kwenye kipindi, nilisema hacha niitembelee, nikatembea, nikaona, nikaenda Kashenye kule. Kashenye nikawauliza, nasikia kulikuwa na kiongozi amesema nini kuhusu ziwa, amesema nini kuhusu ufugaji wa samaki, amesema nini kuhusu tingatinga, hama tingatinga yanayotoka Nsinze mpaka huku chini kufika Kashenye Bukwali walinambia vitu ambavyo siwezi kusema alivyovisema. Kwa hiyo mm. nikaona kuna ombwe la uongozi, kwa sababu yale matingatinga ndio ndio sehemu pekee, kimbilio pekee la vijana pale, wangepanda mpunga mm. eh, na pangezalisha vizuri. Kwa hiyo amekosekana mtu akuwapeleka wa wataalamu wa kupima ule udongo na kuleta mbinu za kuweza kupambana na kilimo katika eneo hilo. Nikatoka nikaenda buyango ukitoka Buyango kuitafuta Ruzinga, lipo tingatinga kubwa zuri mm. na lile nishawai kufanyia e, utafiti. Ni tingatinga ambalo linaweza kukupa matokeo makubwa sana kwa mwaka mzima kwenye kilimo cha mpunga, kwenye kilimo cha mm. miwa. Kwa hiyo nikagundua e, ziara za viongozi wetu licha ya kwamba wamefanya kazi nzuri kwenye upande wa miundombinu mm. lakini wameshindwa kutafsiri fursa na maeneo yanayozunguka watu yanayozunguka watu wao. Kwa hiyo mm. wakizunguka watu wanaimba iena iena, wakati watakiwa kuimba maendeleo na fursa zilizowazunguka. Nitegemea viongozi wanapokuwa wanaenda kukagua maeneo na kata zao na wazungumza na watu wao, basi waje na tathmini na na, na, na, na idadi ya watu walionufaika kupitia barabara walizozijenga mm. waje na, na, na tathmini ya shule shule ikijengwa Ukienda kule Kanyigo, Kigarama Primary, nimekwenda pale, kuna walimu wanne. kwa atujengi shule tu kama majengo, na nataka niwambie jengo sio shule. Shule ni kile kitu ambacho kinatoka kwa maarifa yanayomuingia mtoto, kwa asome chini ya mti asome juu ya nini, kama ajapata kitu ambacho kinaweza kubadilisha akili yake, hiyo shule haina maana. Lakini sasa serikali kuu inapokuwa imejenga shule na wewe pengine umeshawishi ijenge mm. Hatukatae. Wewe umerudije chini kuhakikisha shule iliyojengwa inatoa huduma iliyokusudiwa? yeah. mm. mm. Hospitali ukienda kule mfano Kanyigo mm. pale Kabambilo iko hospitali ni majengo. Ukienda kule Ishozi ipo hospitali ni majengo. Kuna wahudumu kiasi gani? Si lazima serikali iwalete lakini lazima zionekane jitihada za moja kwa moja za kiongozi yeah. Wewe umeshawishije waisani kuja kuchangia hata gharama za nesi wawili na daktari mmoja? Ukiwa mbunge unataka kusimamia rasilimali za watanzania wa, wa jimbo lako lazima uhakikishe barabara, hata kama ni kiwango cha udongo au cha changarawe, ina minjia za maji hicho, mm, ndo kitu cha kwanza. Sasa mimi na mtazamo tofauti sana kwenye mambo mengi na nayatazama kwa njia nyingine sana. Napongeza serikali kuanzisha mamlaka ya, ya, ya, ya, ya, talo, ya, ya barabara za vijijini, Taruna. Lakini lazima e, wawakilishi na wa, ambao ni wanaisimamia serikali, madiwani na wabunge, wasimamie kweli miradi. Mimi kule Kanyigo kuna mradi una miaka minne wa maji, leo watu mama ameangaika ila mradi pampu tu ya maji nimekwenda kuuliza jana, nauliza, kwa nini hapa shida ni nini? Wananiambia pampu tu ya maji aliyekuwa anaiendesha aliama, mfumo umebadilika, watu wanaenda kuchota maji. Alafu kuna mtu anaenda kutumia milioni ishirini kumi na ngapi huko, mm. huko huko ana huko huko, baada ya kuja kuleta milioni tatu, akasaidia ile jambo kupita, anasubiri serikali, anaisubiri serikali sasa Unaweza ukaona kiongozi anaongoza watu kwa moyo kwa mm. kwa akili. Lazima kiongozi aongoze watu kwa moyo wake. Watu wake wanapopitia eh, madhila ma, ma, ma, ma, ma, ma hayafanya yeah, lakini yeah. Swali lake ni kwamba nitajitahidi sana kufanya kazi eh, ambayo nimelenga kuifanya mm, mm. Mimi sisemi kitu kipya. Ninapozungumza mm. kuna kuna kuna kuna mimi nadhani kuna tinga tinga za kulima mpunga mm. mimi nimewahi kulima mpunga. Kamenge kwa oje ya msikilizaji nimewai kutaka kutaja. Yeah. Uh, ili linasemwa yeah, pale Missenyi yeah, na tuliwahi kulisema hapa hata maeneo mengine kwamba mm, ni kama watawala wanaokuja wanataka kuitengatenga, yani mtu anakuja ni wa kutoka ukanda fulani anakuwa yeah, na kanda fulani, yani huko ndo kunakuwa ukanda yeah, fulani. Bahati nzuri mm, mimi mm nazaliwa Minzilo ambako ndiko Misenyi. Yani mama yangu mimi anatokea Minzilo. Naam. ni ujombani, na nimeanza kufanya maendeleo kule yeah. nikiwa nikiwa kama sio mbungi yeah. lakini pia ni natokea Kanyiko mm. ndi wa, wa Misenyi akala na Kalenge mm. ndugu zangu wa Misenyi ni wajomba kweli, sio wa kuigiza Naam. lakini ndugu zangu wa Kanyigo ni baba zangu na shangaji zangu sio wa kuigiza. Kwa hiyo na mchanganyiko. Kwa hiyo mimi ni wa Misenyi akala na Kalenge kwa hiyo sina upande, sehemu zote nipo na lazima nitafanya na ukiwa kiongozi kimsingi na. Unaweza ukawa kiongozi hata kutoka eneo jingine, yes. Kama unayo, uh, unayo, mathubu, unayo mawazo mazuri ya kuwafanyia kazi watu, hmm. Watu hawataki sana, hawataki sana fedha, watu wanakosa maarifa. Hiyo barabara ya Kashaba kwenda ni lini? Kiongozi alikuja akakaa na watu akawambia, jamani, mimi na, nataka tuanze hivi serikali tukute tunakwenda ni lini? Mm. Sasa hayo ndiyo mambo ambayo mimi natofautiana na wenzangu yeah, na pengine ndiyo misimamo yangu okay, kwamba lazima yawepo mabadiliko ambayo kiongozi mwenyewe atakuwa mbele, huwezi mm, kutakii kufanya ziara mwisho wa uchaguzi au mwisho wa wa, wa wa, muda wako, aia hufanye ziara kila unapotoka bungeni. Huwa tu, tu, tunatolea mfano wa na watu wa <coughs> <Ziyala>. Bukoba, <tos> <tos> watu wa Bukoba vijijini huwa <coughs> <o> watupendi sana <coughs> huwa hey, hey, tunatolea mfano wa Rweikiza yeah. <coughs> hey. na tukitolea mfano wa Rweikiza na kwa mkoa wa Kagera tunapenda sana kutolea mfano wa Rukiza na Mwejage. Ndio. Ni wabunge ambao wenyewe kila bunge linapoisha wanakuja kwetu, walai lazima umkute jimboni. Eh. Mm. Yeah. Yeah. Aje tu, tu, siku <laughs> mbili eh, eh, aje siku moja, lakini lazima aje jimboni. Tunatoleaga mfano sana. Mimi juzi nimesikia kuna ambaye anafanya ziara sasa hivi. Akikutana na changamoto atamzipeleka kwa spika gani wabunge? Ah, ah, sasa hapo ndio tunakwenda kwa Livingstone Lusinde. Juzi aliwaambia bungeni, akawaambia jamani wabunge tuseme ukweli. Ndiyo. Tuwache kuomba barabara sasa hivi. Barabara sasa hivi hivi utaitoa wapi? Hebu tupokee maswali mengine kama mawili hivi kwenye line. Hello? habari ya kwako? Hello. Habari ya kwako? Habari yangu ni nzuri, unaongea na Afande Baraka, nipo Kagera, Karagwe, Tanzania. Karibu. Asante. Eh, bwana, mimi ni, nimesikiliza vizuri huyu. Mm na kilichokuja kunifurahisha zaidi, yeye hasikii cha mtu, ni anatumia msimamo wake, ndio alivyosema kwamba kwa msimamo wangu, yani kila mm. like neno analoitaja anasema huo ndio msimamo wangu. Tungekuwa na vijana kama wawili watatu wa hivyo, Kagera yetu ingekuwa vizuri. Ukazungumzia okay. Minziro niliwahi kwenda mm. eh, tunakupata endelea. Minziro uko, niliwahi kwenda mm. Ah, mzero usema kweli, ukifika kakaangu, kama hujawahi kufika uwezi kuona kwamba hii ni Tanzania yetu, yaani hata akikudanganya hii narudi Rwanda, unarudi, una, narudi Uganda unaweza ukakubali kwa sababu ni tofauti sana na mazingira ya ya, ya Tanzania yani, yani mazingira ya Tanzania mm. ninachokisemea ma, ni, ni kwamba Tanzania ipaswi kuwa vile, lakini kwa sababu ina mbunge eh tusemee wakati ule mimi naenda ilikuwa mbunge ambaye hana ile kauli ya mimi huu ndo msimamo wangu, unajikuta na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tungepata watu fulani fulani wawili watatu namna hii kama uja, hii, wakaenda huko huku wakatetea, nina imani tungepata tungepata tunge Tanzania iliyo bora na mkoa wetu ungebadilika moja moja kwa moja. Haya, tunakushukuru sana, sana.